Kwa jina anaitwa Godfrey Gilagu, katibu mkuu mtendaji wa TAHLISO. Siku ya leo tarehe ishirini mwezi wa kumi eh, na mbili ishirini na tano jijini Dar es Salaam tumeweza kukutana na tume eh, ya uchunguzi iliyoundwa na Mheshimiwa Rais ikiongozwa na jaji mstaafu Othman Chande eh, sisi viongozi wa TAHLISO lakini pamoja na marais wote wa serikali za wanafunzi mkoa wa Dar es Salaam tumekutana na tume hiyo, tumeweza kupata wasaa wa kujadiliana nao kufanya nao mazungumzo na sisi tukatoa maoni yetu juu ya yale yaliyokuwa yamesababisha e, machafuko na uvunjifu wa amani uliotokea tarehe 29 wakati wa uchaguzi na baada ya, ya uchaguzi. Koyo, kwa hiyo kwa niaba ya wanafunzi nchi nzima vyo vikuu pamoja na vyo vya kati tayari tumetoa mawazo yetu na sisi kama, kama watanzania wengine. Lakini jambo la pili tunalotaka kusema kwa wenzetu eh, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati na vijana wote nchi nzima kwa ujumla ni kwamba eh, ni vizuri Watanzania wote hasa vijana wa vyuo vikuu walioko masomoni na hata waliohitimu wakaweza kutoa mawazo yao juu ya yale, nini chanzo kilichosababisha machafuko yale. Je, nini kifanyike? E, yote hayo yanaweza kutolewa kupitia tume, tume, tume ya uchunguzi. Lakini kwa wale ambao pengine hawataweza kukutana na tume face to face kama sisi tulivyofanya, wanaweza wakajaza maoni yao kupitia tovuti ambayo imeandaliwa na tume ambayo ni www.tume.uchunguzi.go.tz. Eh, kupitia website hii ya Tume ya Uchunguzi kila Mtanzania na kila kijana aliyoko chuo kikuu anaweza kutoa mawazo yake. Eh, tume hii inafanya kazi kwa malengo mapana ya taifa na kutafuta mustakabali, eh, wa nchi yetu. Kwa hiyo eh, sisi kama viongozi wa TAHLISO tunawaasa wenzetu wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati kushiriki kupitia hiyo website wakaweza kutoa mawazo yao kupitia tovuti, lakini pia mawazo yao vile vile yatazingatiwa kupitia Facebook na Instagram, mitandao ya kijamii ambao sisi vijana ndio watumiaji wakubwa.